Ni Petro di Luanda ndio ambao wanaondoka na alama zote tatu hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya Simba kulazimishwa kichapo cha bao moja kwa sefuri kwenye mchezo wa leo. Lakini vipi kwa upande wa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu ya Simba Dr. Mubasef, kipi ambacho anakizungumza? Sisi bat ikuwa ya kwetu, tumepoteza mchezo, lakini kama tulivyoona mechi tumekipindi cha kwanza tumecheza vizuri, tumetengeneza nafasi nyingi za kupata magoli lakini it wasn't to be, haikuwa haikuwa siku yetu, haikuwa haikuwa siku yetu kwa kweli. hmm. Unafikiri kuna kipi cha kujifunza kupitia mchezo wenu huu wa kwanza, ambao kimsingi kama ambavyo umesema, hamkuwa vizuri kiwanjani kwa dakika zote 90? Ah, kiukweli kwamba lazima lipo la kujifunza. Tutarudi tena mezani, tutakaa na mwalimu ili kujua aa, tumekosea wapi na nini tutafanya kwa ajili ya mechi zijazo, kwa sababu haya ni mashindano mechi ya kwanza kuna mechi zingine tano mbele eh. Kwa hivyo uh, this is Simba hmm. Eh, mi naamini uh, ni mwanzo ambao sio mzuri, lakini mechi zingine tutafanya vizuri inshallah. Matumizi ya uwanja wa nyumbani msimu huu hayajakuwa mazuri kwa Simba kwenye michezo ya kimataifa, unafikiri kuna kitu ambacho kimebadilika ama ni upepo tu? <laughs> Ah, kwa kweli mimi siwezi kusema, nafikiri kuna, kuna kitu kimebadilika <laughs> na nafikiri ni bahati sana nyingine okay, okay. Leo umeona pale tumekosa karibu goli tatu za wazi kabisa za wazi kabisa, okay, meona, za wazi kabisa. Okay. Eh, kwa hivyo muda mwingine ni ni bahati, ukikosa bahati hata ufanye nini ina, ina, inakataa mm. Eh, mimi naamini kwamba haiko siku yetu leo. Kama kuna mwana Simba ambaye tayari ameanza kukata tamaa kuitafuta tu ya robo finali kwa hiki ambacho leo amekiona unaweza kumwambia nini? Nakukumbusha uh, World Cup ilo ilo ilo pita, ambayo bingwa alikuwa, alikuwa Argentina. Argentina, yes. Alianza na kufungwa mechi ya kwanza kufungwa, na yes. Nafikiri na Saudi Arabia, yes. Lakini yes. Baada ya hapo, Argentina ndio akaja kuwa bingwa. Kwa hivyo hakuna kukata tamaa kwenye masuala ya mpira mm-hmm. eh, kwa sababu chochote kinawezekana mm-hmm. eh, hatujafurahi kweli eh, lakini tunaamini bado, bado haijaisha, haijaisha mpaka ishe.